wa Ilani ya CCM 2020 hadi 2025 Mkoa wa Pwani. Taarifa hii inaangazia utekelezaji wa Ilani ya CCM chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhassan kuanzia Machi 2021 hadi Machi 2025 Mkoa wa Pwani. Una wakazi takriban milioni 2.02 na unaundwa na wilaya saba na halmashauri 9. Uongozi wa mkoa huu upo chini ya RC Mheshimiwa Abubakar Kunenge. Rais Dr. Samia Suluhassan ameleta mageuzi makubwa katika sekta ya afya mkoa wa pwani kwa kutekeleza miradi mbalimbali ili kuhakikisha na wananchi wanapata huduma bora za afya karibu na makazi yao kwa sasa mkoa wa pwani una vituo vya kutolea huduma za afya 590 kati ya hivyo 366 ni vya serikali na 224 ni vya binafsi na mashirika ya dini miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na hospitali ya rufaa ya mkoa tumbi imepokea shilingi bilioni 4.28 kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya wagonjwa wa dharura ICU, OPD, CT scan, dialysis na nyumba za watumishi yote yakiwa yamekamilika na yanafanya kazi. Ujenzi wa vituo vipya vya afya kumi kwa shilingi bilioni tano kupitia fedha za tozo ambapo ujenzi wa awamu ya kwanza umekamilika na ume awamu ya pili inaendelea. Majengo ya huduma za dharura EMD na ICU kwenye hospitali za Rufiji, Bagamoyo, Kisarawe Kibiti na Mafia yamejengwa kwa shilingi bilioni 1.75 na nafanya kazi. Ujenzi na ukarabati wa hospitali za wilaya Kibaha Mji, Kibaha, Kibiti na Msoga Chalinze kwa shilingi bilioni 6.45 upo katika hatua mbalimbali. Ujenzi wa zahanati 12 kwa shilingi milioni 915 na maboma 18 ya zahanati yamekamilishwa kwa shilingi milioni 819 michango ya wadau wa maendeleo kama Kofi, Global Fund, Songas na TRC imewezesha upatikanaji wa shilingi bilioni 2.54 kwa ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya afya, uboreshaji wa maji na usafi wa mazingira kwenye vituo vya afya 72 kwa shilingi bilioni 2.94, na ukarabati wa hospitali kongwe za Mkuranga, Rufiji na Bagamoyo kwa shilingi bilioni 2.7, ununuzi wa vifaa tiba kwa shilingi bilioni 3.6 ili kuboresha utoaji wa huduma kwa muda mfupi. Wa uongozi wa rais Samia, sekta ya afya imeimarika kwa kiwango kikubwa na wananchi wanashuhudia mabadiliko haya makubwa. Mimi naitwa Safiuna Bakari Singo, mwana kijiji wa kijiji cha Mkuranga. Ukweli sasa hivi s Mkuranga tunaona kama ameujiza kama tumeshukiwa na ndoto. Maana ilivyokuwa zamani ilikuwa kina mama wanajifungulia njiani ukija hapa hamna huduma kwa sababu madaktari na vyumba hamna, madaktari wachache, wa mama wanatoka mbali kisiji huko Mkamba Koma. Kwa hivyo hospitali yenyewe ilikuwa ni kama kidispensa kizahanati, lakini kwa sasa, kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, namshukuru Mama Samia ametusaidia kutuletea zahanati karibu, inatusaidia sio kama mwanzo tulikuwa tunapata shida. Hapa Mkoa wa Pwani chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan umeipa kipaumbele lishe, jambo linaloweza kushika nafasi ya kwanza kati ya mikoa 26 katika usimamizi wa mkataba wa lishe kwa mwaka 2022/2023. Aidha, tatizo la udumavu limepungua kutoka asilimia 23.8 mwaka 2021 hadi asilimia 20.2 mwaka 2023. Hadi kwa upande wa ustawi wa jamii kwa wazee, mkoa umeanzisha na kuimarisha mabaraza 492 kati ya 630, kuwatambua wa wazee 71141 na kutoa vitambulisho vya matibabu kwa wazee wasio na uwezo 42693. Pia kila kituo cha afya kimeanzisha dirisha maalum la kuwahudumia wazee. Rais namshukuru, kwanza namshukuru kwa mpango huo, ambapo kwamba ameendeleza ame, na sisi tumeupokea. Kwa hiyo awe na moyo huo huo, asirudi nyuma, azidi kutuendeleza, na namuombea wakati atakapogombea, Mungu amjalie apite, azidi kutuendeleza. Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa kuhakikisha upatikanaji wa maji mijini na vijijini, iko ni sehemu ya mpango wa kumtua mama ndo kichwani. Ilani ya CCM inaelekeza hadi 2025, upatikanaji wa maji mijini hufikia asilimia 95 na vijijini asilimia 85, kupitia DAWASA na RUASA, Mkoa wa Pwani umetekeleza miradi 62 katika vijiji sabini kwa gharama ya shilingi bilioni 41.5, ikinufaisha wakazi laki mbili 24,749. Pia miradi 41 inayogharimu bilioni 46 inaendelea na yatarajiwa kukamilika fikapo Juni 2025 ikinufaisha wakazi laki moja 35671 na kufanikisha upatikanaji wa maji vijijini kwa asilimia 89.8. Mradi wa kitaifa wa Chalinze unapanua mtambo wa kuzalisha maji kutoka mita za ujazo 5 hadi 9 kwa siku, ikijumuisha ujenzi wa intake mpya, mabomba makuu ya kilomita 6.289 na vituo 351 vya kuchotea maji. Mkoa pia unatafuta vyanzo vya vya maji katika wilaya zote saba kwa kutumia shilingi bilioni 3.31 kujenga mabwawa mawili yani Chole na Kwa Mjembe na visima 36. Vile vile miradi ya maji ya Pangani na Lulanzi bilioni 9.8 na Tumbi Mwanalugali, Boko, Mnemela milioni 177 inatarajiwa kuboresha huduma zaidi. Mkazi wa hapa baki umesichana hali ya zamani, tulikuwa tunalinda maji, tulikuwa tunapata tabu paka mambo nyuma, usiku saa kumi a usiku kwa tunachota maji paka leo, kutuwekea hapa, tunashukuru. Sekta ya miundombinu, serikali ya mia sita chini ya Raisi Dkt Samia Suluhu Hassan imefanikiwa kutekeleza ilani ya CCM ikijenga na kukarabati barabara kuu na za mkoa kwa kiwango cha lami. Serikali imeongeza bajeti kwa TARURA na TANROADS, na miradi mikubwa inaendelea kutekelezwa. Miongoni mwa miradi hiyo ni barabara ya Tanga, Pangani, Saadan, Bagamoyo kilomita 178, ambapo upande wa Tanga ujenzi unaendelea na kwa Pwani mazungumzo fathili, ya ufadhili na Benki ya Maendeleo ya Afrika yanaendelea. Vilevile ujenzi wa barabara ya Makofia, Mlandizi, Vikumburu kilomita 148 umefikia hatua za manunuzi kwa kipande cha kilomita 100. Barabara ya Kisarawe Manarumango kilomita 44 imejengwa kwa kiwango cha lami kwa kilomita 20 na shilingi bilioni 1.99 zimetengwa kwa ujenzi wa kilomita 1.2 zaidi. Pia ujenzi wa barabara ya Kibaha Bagamoyo unaendelea ambapo kilomita 4.7 zimekamilika na mkandarasi wa kipande kilichobaki cha kilomita 18.3 amepatikana huku ujenzi ukitarajiwa kukamilika ndani ya miezi kumi na miwili serikali pia inatekeleza ujenzi wa barabara za njia nane Kibaha Chalinze Morogoro kilomita 220 kwa mfumo wa EPC F. Ujenzi wa barabara Chalinze Magindu Utete kilomita 354 upo kwenye hatua za manunuzi, huku barabara nyingine muhimu zikijengwa mkoani Pwani ikiwemo Kilindoni Rasi Mkumbi kilomita 52.3 Kiluvya Mpuyani kilomita kilomita 19.8 na Bungu Nyamisati kilomita 43. Kwa upande wa madaraja na vivuko, serikali imekamilisha daraja jipya la Wami mita 513.5 <tano> kwa shilingi bilioni 75.1 <tano> huku daraja la Mbape mita 81 na kivuko cha Nyamisati Mafia vikiwa katika hatua mbalimbali za ujenzi. Katika mwaka wa fedha 2022-2023, serikali imetoa shilingi bilioni 29.29 kwa TARURA kwa ajili ya ujenzi wa matengenezo ya barabara mkoani Pwani na dhahiri kuwa serikali ya awamu ya sita inatekeleza ilani ya CCM kwa vitendo. Naitwa Ali Abdurahmani Ali, mkazi wa Mbagala, Dar es Salaam. Mimi ni msafirishaji wa abiria toka Dar es Salaam kuja Mkamba Mbulani. Kilichofanyika hapa zaidi, hapa ni kizuri kwa sababu hapa ilikuwa hatufiki popote. E, mimi binafsi mimi binafsi nishapinduka na gari mara mbili hapa. Likizo kama hii, vipi kwa hapa tunamwagika vizuri tu. Sekta elimu, mkoa wa Pwani. Mkoa wa Pwani umeendelea kuimarisha elimu kuhakikisha wanafunzi wanapata haki yao ya msingi ya kusoma, ikiwa ni utekelezaji wa ilani ya CCM ibara ya 80 mabano A. Katika kipindi cha 2021 2024, serikali ya 6 chini ya rais Dr. Samia Suluhu Hassan imetoa zaidi ya shilingi bilioni 83 kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya shule. Fedha hizo zimetumika kujenga madarasa zaidi ya 1200, shule mpya za msingi na sekondari, mabweni, matundu ya vyoo, nyumba za walimu na miundombinu kwa wanafunzi wenye wa mahitaji maalum. Kutokana na juhudi hizo, idadi ya shule za msingi imeongezeka kutoka 642 mwaka 2020 hadi 811 mwaka 2025, huku shule za sekondari zikiongezeka kutoka 181 hadi 272. Serikali pia imeendelea kutoa elimu bila malipo ambapo mkoa umepokea jumla ya shilingi bilioni 49.2 kwa miaka minne iliyopita. Hatua hii imeongeza mwamko wa wazazi kusomesha watoto wao. Katika kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji, mkoa wa Pwani umepokea na kugawa vishikwambi 10,926 kwa walimu na maafisa elimu pamoja na magari 17 kwa ajili ya kusimamia sekta ya elimu. Mheshimiwa Rais mama Samia Suluhu Hassan kwa kweli, kwa kuona kilio chetu, kile kilio chetu kikafika mbele ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan akatufanyia mambo mazuri mno, ndio haya ambayo yanayoonekana, majengo ya madarasa yani yani, jisasa, ya na nini, majengo za maabara, yaani hivi sasa yanajengwa majengo haya, mabweni kwa ajili ya kulazwa watoto. Kwa kusema kweli, tunamshukuru sana uongozi huu wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan mradi wa madarasa umetuwezesha kwa sisi wasichana kutokutembea umbali mrefu kutoka majumbani hadi hapa shuleni. Mkoa wa Pwani umeendelea kuweka mazingira bora ya kuvutia wawekezaji katika sekta ya viwanda, ikiwa ni utekelezaji wa ibara 46 ya ilani ya CCM. Hali hii imechangia ongezeko la viwanda kutoka 1472 mwaka 2021 2022 hadi 1535 mwaka 2023 2024 ikiwa ni ongezeko la viwanda 63 kati ya hivyo viwanda vikubwa 124, viwanda vya kati 120, viwanda vidogo 274, viwanda vidogo sana 1117 na ujenzi wa viwanda vipya 15 unaendelea. Viwanda hivi vimechangia mapato ya mkoa na taifa pamoja na kuongeza ajira kwa vijana. Ajira za moja kwa moja zimeongezeka kutoka 14559 mwaka 2021 hadi 19359 mwaka 2024 huku ajira zisizo na za moja kwa moja zikiwa zaidi ya elfu sitini. Kwa kushirikiana na DAWASA, TANROADS, TARURA, TANESCO na RUASA, mkoa umeimarisha miundombinu ya barabara, umeme na maji kuvutia zaidi wawekezaji. Ili kuondoa urasimu, mkoa una one stop center iliyopo ofisi ya mkuu wa mkoa ambapo taasisi wezeshi 21 zinatoa huduma kila Jumanne na Alhamis. Huduma hizo pia zinapatikana katika halmashauri kupitia madawati maalum ya uwekezaji kwa kutambua mchango wa wafanyabiashara wadogo, yani machinga, mkoa umetenga maeneo maalum na masoko 31 katika halmashauri zote, ambapo takriban wafanyabiashara wa 3120 wa wamepangwa rasmi. Aidha, Rais Dr samia Suluhu Hassan alitoa shilingi milioni kumi kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ofisi za machinga katika halmashauri ya mji wa Kibaha, na halmashauri hiyo imetenga shilingi milioni 28 kwa ukamilishaji wake. Jengo hilo sasa limekamilika na linatumika mradi mwingine mkubwa ni uendelezaji wa mji wa kibiashara wa Kwala unaojumuisha halmashauri za Kibaha, Chalinze na Kisarawe, ikiwa na ukubwa wa kilomita za mraba 1171.6. Maandalizi ya master plan ya mradi huu yako hatua za mwisho, huku bandari kavu mpya ikijengwa ili kupunguza msongamano wa bandari ya Dar es Salaam. Pia mradi wa Sinotan Kibaha Industrial Park unatekelezwa ambapo viwanda 250 vitajengwa vikitarajiwa kutoa ajira za moja kwa moja laki moja na zisizo za moja kwa moja laki tano. Mimi kwa majina yangu naitwa Pili Uziga, niko hapa kwapafa kwa upande wa supply chain, yani material handling. Uwekezaji huu kwa mimi binafsi tumefaidika kwa kiasi kubwa. Kitu cha kwanza nimepata ajira, lakini pia vijana wengi sana Watanzania wamefaidika na uwekezaji huu kwa sababu baada ya kukaa mtaani na kuhangaika, wako mahali hapa, tunasenda magari, kwa hiyo inatuingizia kipato ambacho kinatusaidia kujikimu katika maisha yetu ya kila siku. Mkoa wa Pwani umeendeleza udhibiti na kuimarisha uchimbaji wa madini kama mchanga, dhahabu, dolomite, limestone, magnesite, quartz, chumvi, udongo terazo na mawe. Kwa mwaka 2021-2022 tani milioni 6.28 zenye thamani ya shilingi milioni 138 zilichimbwa na mwaka 2022 tani milioni 6.43 zenye thamani ya shilingi milioni 163, ikiwa ni ongezeko la tani 172848. Sekta tehama. Mkoa wa Pwani umeimarisha matumizi ya tehama kwa kusimika mifumo kama tausi kwa ukusanyaji wa mapato katika halmashauri zote tisa na GoTHOMIS kwenye vituo vya afya 125 kati ya 333, asilimia 38. Hatua hizi zimeongeza makusanyo ya mapato ya ndani kutoka shilingi bilioni 39.35 mwaka 2020-2021 hadi shilingi bilioni 63.1 mwaka 2023-2024, ongezeko la asilimia 37.6. Huduma za mawasiliano zimeimarika kupitia uanzishaji wa kiwanda cha Radi Electronic kinachotengeneza nyenzo za mawasiliano na utoaji wa anwani za makazi 520,160 katika halmashauri zote pamoja na majina ya barabara 14,945. Mkoa umeunganishwa kwenye mkongo wa taifa, ukiwa na vituo vya huduma vitatu na wateja wapya 159 kutoka taasisi za umma na binafsi. Pia redio Chelinze FM imeanzishwa huku vituo vingine vya Rufiji FM, Harvest Times FM Bagamoyo na Mashujaa FM Kibiti vikishapata leseni. Sekta ya kilimo na mifugo, Mkoa wa Pwani unatekeleza mpango wa ujenzi wa skimu za umwagiliaji kwa kutumia fursa za bwawa la Mwalimu Nyerere, ambapo hatua ya upembuzi yakinifu imekamilika na hekta 64,200 zimeshapimwa kwa ajili ya kuwekewa miundombinu. Mafanikio mengine ni pamoja na ujenzi wa kituo cha kukusanya mazao Kiwangwa Bagamoyo chenye uwezo wa tani 3.5, uanzishaji wa kilimo cha pamoja na michikichi na ufuta, uwekezaji wa mashamba makubwa ya miwa Bagamoyo Shuga hekta 2500, Lake Agro Refuge hekta 1015, na mpunga Mbakia Mturi Kibiti hekta 15500, engezeko la usambazaji wa mbolea hadi tani 6582 kwa msimu 2024-2025. Usajili wa wakulima 1059781 kati ya 76490 na utoaji vipimo sita vya afya ya udongo. Kwa upande wa mifugo, mkoa una ng'ombe laki 673,991 mbuzi laki mbili sabini na mbili elfu mia nne thelathini na mbili kondoo laki moja ishirini na moja elfu mia sita sabini na tano nguruwe elfu ishirini na sita mia nane tisini na tano punda elfu tatu mia tano ishirini na nne na kuku milioni tatu laki moja themanini na saba elfu na tisini na saba uboreshaji wa ranchi ya Ruvu kwa kushirikiana na NARCO, utatuzi wa mgogoro wa ardhi kati ya ranchi ya Ruvu na wananchi kwa kugawa hekta elfu mbili mia mbili na nane kwa vijiji kumi, ujenzi wa michinjio ya kisasa Ruvu Darajani, ukamilishaji asilimia tisini ujenzi wa majosho mawili Kisarawe na Bagamoyo, lambo la maji Kibaha na kisima kirefu Mkuranga, uhimilishaji wa ng'ombe 1219 ambapo 695 walishika mimba na ndama 504 wamezaliwa. oyajunkao ambayo hii tunaichukua kama ni suluhu ya mahitaji ya malisho katika taifa letu, na kwa hivyo wamefurahia sana kutuona kwamba tayari tunayo hii teknoloji na wamefurahia sana kuona jitihada zetu na wameipongeza serikali ya Rais Dr Samia Suluhu Hassan kwamba na wao wameonyesha utayari wao. Sasa hii inaweza kwenda kuwa ni jawabu la matatizo makubwa sana tulionayo ya malisho, na tunaushukuru sana mkoa wa Pwani, umekuwa ni ee, viongozi katika jambo hili. Sekta ya uvuvi: mkoa wa Pwani umefanikiwa kuimarisha sekta ya uvuvi kwa kutumia sayansi na teknolojia, ikiwa ni pamoja na ugawaji wa boti 17 kwa halmashauri za Mafia, Mkuranga Kibiti na Bagamoyo. Ongezeko la upatikanaji wa samaki kutoka tani 15,081, 2020/2021 hadi tani 17,380, 2022/2023. Wafugaji wa samaki kuongezeka kutoka, kutoka 678, 2020/2021 hadi 1201, 2022/2023. Uzalishaji wa mwani kuongezeka kutoka, kutoka tani 78 milioni tano 4 hadi tani 42. Kuanzishwa kwa ufugaji wa jiongoo bahari. Kukamilika kwa ujenzi wa soko la kisasa la samaki Bagamoyo, bilioni 1.6. Sekta nishati, mkoa wa Pwani unatekeleza ibara 63 ya Ilani ya CCM F 2020 hadi 2025 inayolenga uzalishaji wa umeme wa kutosha kwa uchumi wa viwanda na soko la nje. Mkoa umekamilisha mradi wa Julius Nyerere Hydropower Project JNHPP unaotaraji kuzalisha kuzalisha megawati 2115 ikiwa umefikia asilimia 68. Pia amekamilisha njia ya kusafirisha umeme wa KV 400 kutoka bwawa la Nyerere hadi Chalinze, kilomita 160 kwa bilioni 158. Serikali pia inatekeleza mradi wa kituo kipya cha kupoza umeme Chalinze kitakachogharimu bilioni 29.8, ukiwa umefikia asilimia 96. Miradi mingine ni njia ya msongo wa KV 220 Pugu Mkuranga, bilioni 59 kituo cha kuzalisha umeme kwa gesi asilia Mkuranga bilioni 140, upanuzi wa kituo cha Mlandizi na ujenzi wa njia ya KV 33, upanuzi wa kituo cha Chalinzi na ujenzi wa vituo vipya Zinga, Zigereni na Luguruni bilioni 15. Naitwa Zuhura Saidi Sharifu, hapa ndio nyumbani pangu lakini umeme sipati na kila siku nikipita kulalamika tu, nikikutana na mbunge ninalalamika ambia poa tu, wewe ndio mama yangu, na kweli amitekeleze. Kwanza nani hapo, nataka aone hapo anapofanya kazi. Eh, washa. Sekta ya maliasili na utalii mkoa wa Pwani una ekari laki 542,591 za misitu zilizogawanywa kati ya TFS almashauri 15 na serikali za vijiji 52, katika kutekeleza ibara ya 66 mabano G ya Ilani ya CCM, mkoa umeendelea na programu ya upandaji miti ambapo miti milioni 9,725 imepandwa mwaka 2023, sawa na asilimia 72 ya lengo. Kwa kushirikiana na wadau kama Taifa Gas na NMB, mkoa umeendeleza kampeni ya utunzaji mazingira na nishati mbadala ikihusisha ugawaji wa mitungi 300 ya gesi kwa mama babalishe, ujenzi wa kiwanda cha mitungi ya gesi. Mkoa una vivutio vya utalii 87 ambapo juhudi za Rais Dr Samia Suluhu Hassan kupitia Royal Tour zimeongezeka idadi ya watalii kutoka laki 124,527 mwaka 2021 hadi laki 193,400 mwaka 2024 na mapato kutoka bilioni 9.43 hadi bilioni 21. Ili kukuza utalii, mkoa umeandaa matamasha ya kutangaza fursa, kuendeleza utalii wa misitu Vikindu Mkuranga na utalii wa kuogelea na kucheza na papa potwe wilayani Mafia. Ukusanyaji wa mapato TRA na almashauri. Mkoa wa Pwani umeendelea kuimarisha ukusanyaji wa mapato kupitia TRA na mapato ya ndani ya almashauri kwa kutekeleza ibara ya 122 mabano C ya ilani ya CCM. Kwa upande wa TRA ukusanyaji wa mapato umeendelea kuongezeka. 2021 hadi 2022, makisio bilioni 112.41, makusanyo bilioni 95.68, asilimia 93.42. 2022 2023, makisio bilioni tisini na tisa nukta nane makusanyo bilioni mia moja na kumi nukta sita asilimia mia moja na kumi nukta nane. Elfu mbili ishirini na tatu, elfu mbili ishirini na nne. Makisio, bilioni hamsini na tisa nukta tano makusanyo bilioni sitini nukta sita asilimia mia moja na moja nukta tisa elfu mbili ishirini na nne, elfu mbili ishirini na tano hadi Disemba, elfu mbili ishirini na nne makisio bilioni arobaini na saba nukta moja makusanyo bilioni hamsini na tano nukta moja asilimia mia moja kumi na sita nukta nane saba Mafanikio haya yameonyesha jitihada endelevu za mkoa katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Sekta ya fedha na utawala bora. Mkoa wa Pwani umeendelea kusimamia matumizi ya fedha za umma kwa kuzingatia sera, sheria na kanuni kama ilivyoelekezwa kwenye ibara 20 mabano A ya ilani ya CCM. Kwa mwaka 2022-2023 halmashauri zote tisa zilipata hati zinazoridhisha kutoka kwa CAG, ikiashiria usimamizi mzuri wa fedha za umma. Aidha, katika sekta ya utawala bora, mkoa umeendelea kuimarisha utawala wa sheria kwa mujibu wa ibara 120 mabano A ya ilani ya CCM. Mkoa wa Pwani umetekeleza miradi mbalimbali ya utawala mbali bora ikiwa ni pamoja na ujenzi wa mahakama jumuishi katika halmashauri ya mji wa Kibaha kwa gharama ya shilingi bilioni 8.5 pamoja na ujenzi wa mahakama ya wilaya ya Kibiti bilioni 1.5 na mahakama za mwanzo Msata, Bagamoyo, Kimanzichana, Kuranga na Bunju, Kibiti kwa bilioni 1.8. Pia mkoa umeongeza mabaraza ya ardhi na nyumba kutoka mawili hadi matano katika wilaya za Mkuranga, Kibaha, Mafia, Bagamoyo na Kisarawe. Viongozi wa mkoa wameendelea kufanya mikutano ya kusikiliza kero za wananchi kwa lengo la kuboresha huduma kwa jamii. Katika kuhakikisha masilahi ya watumishi, shilingi bilioni 4.6 zimetumika kulipa madeni ya nauli za likizo. Watumishi 6730 wamepandishwa vyeo na 725 wamebadilishwa kada. Mkoa wa Pwani unaendelea kudumisha amani, mshikamano na mazingira mazuri ya uwekezaji, hali inavyochochea ukuaji wa viwanda, kilimo cha korosho na ufuta, usindikaji wa vyakula na matunda na biashara mbalimbali. Kwa kuimarisha ushirikiano na Chama Cha Mapinduzi CCM, mkoa unaendelea kutekeleza ilani ya uchaguzi 2020 hadi 2025, kuhakikisha maendeleo na ustawi kwa wananchi. Taarifa hii imetolewa na Mkuu wa Mkoa wa Pwani Mheshimiwa Abubakari Kunenge. Yoyote aliyo na mashaka aje hapa, yoyote aliyetomaso aje Pwani, aondoe shaka yake, ataona kazi kubwa iliyofanya mchuma laseki.